Kwa hiyo afya ya akili najua ni tafsiri ambayo tunaifahamu, tulishaisikia mara kadhaa, lakini kwa ajili ya mbali kwenye semina, kwenye maandishi mbalimbali mbali ambayo mwaiku yasoma. Lakini leo nitakupatia tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza inasema afya ya akili, afya ya akili ni mtu anapoweza kufanya mambo yafuatayo manne, mambo manne ambayo mtu akiyafanya tunasema ana afya ya akili. Maana yake jambo la kwanza: ni mtu anapoweza kujitambua yeye ni nani na uwezo alionao katika maisha yake. So, realizing yourself and your self potentials ndio part 1 ya hiyo tafsiri ya afya ya akili. Ukishakuwa unajitambua na unatambua una uwezo gani katika maisha yako manake, kwa hiyo sehemu ya kwanza, kwa hako kakipengele ka kwanza, afya yako ya akili iko vizuri. Mara nyingi kuna mazingira ambayo hata wewe yamekupelekea kuzungumza kuhusu mtu mwingine kwamba, hivi huyu dogo anajitambua kweli, anavyofanya mambo yake, huyu binti anajitambua kweli, Huyu mama anajitambua kweli? Hivi huyu kijana anajitambua kweli? Huyu na mambo, mtu akifanya tunafikiria haraka haraka, atakuwa hajitambui. Maana yake huwa tuna challenge afya yake ya akili, huwa tunapata wasiwasi na afya yake ya akili. Hiki kitu ambacho huyu mtu amezungumza, anajitambua kweli? Kwa nini tunatangulia kusema anajitambua? Maana yake tuna challenge uwezo wake wa kufikiri wa kuwaza na kutenda. Kwa hiyo afya ya akili sehemu ya kwanza ni uwezo wa mtu kujitambua.